za hadi ya goli moja kwa milioni mia moja na nilisema leo asubuhi ya kwamba niliahidi vijana Jumatatu, na nikapata kutoka kwa viongozi wenu mgawanyo wa hiyo pesa mlitengeneza wenyewe. Nimepata taarifa huyu akaunti yake akaunti yake, na sikutaka hizo pesa zipitie popote pale nikataka pesa hiyo inaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja, kwa kama kila mtu amesoma kwenye akaunti yake Jina yeah. moja, lofunga, la bwana nalimidiwe goli moja mtakalofunga ni milioni mia mbili. Goli la juzi ilikuwa goli moja milioni mia moja. Kwa Watanzania hawa wameniambia, Makonda, tunanunua goli moja kwa mechi ya Tunisia. Goli moja kwa milioni ngapi? kwa mkifunga magoli matano mna bilioni moja na yenyewe utaratibu ni ule ule mtakutana nao hela kwenye akaunti. Na sasa hivi bahati nzuri, ninazo akaunti zenu zote. Yani kama sasa hivi goli moja ni milioni mia mbili, maana kile kiwango ulichokipata kwenye akaunti yako unazidisha mara ngapi? kwa likiongezeka goli jingine, maana kile kiwango ulichokipata unazidisha mara nne. Kwa mkiongeza goli la tatu, kile kiwango unazidisha mara sita. Watanzania wanataka ushindi. Wanataka ushindi kwa sababu tatu moja, wanajisikia fahari kuona watanzania wenzao, vijana wao, watoto wao, kaka zao, wadogo zao wanaliwakilisha taifa katika kusakata mpira. Na leo hii watanzania wanakaa kwenye tv wanaangalia watanzania wenzao wanacheza. Miaka mingine tukiwa tunaangalia mataifa mengine afanya nini? Leo wanaona watoto wao, kaka zao, ndugu zao, wadogo zao wanacheza. Hiyo ndio fahari ya Watanzania. Na ndio maana wanataka ushindi ili timu yetu ya taifa iendelee kubaki kwenye mashindano haya ya AFCON 2025. Sababu ya pili kwa nini tunataka ushindi ni keria yako. Lazima tuupiganie ushindi ili kukuza keria yako. Usikubali keria yako ishie hapa. Na kwa wale wengine ambao wameniambia wana ndoto ya wa kupumzika basi unapostafu ustaafu kwenye rekodi iliyo juu zaidi. Ya kwamba nimeacha bali nimefanya nini? Nimepandisha. Lakini mwisho, mafanikio yenu yanabeba pia ndoto za vijana wengi wa Tanzania ambao wako mtaani huko wanacheza mpira waliokusanya ma, makaratasi yale wakafunga, wakiona leo kama ulivyopata ndugu yangu siku ile eh man of the match, ile kuna vijana huko ndoto yao ime wanatamani siku moja aminiwe kama Msuva pale. Kwa namna moja au nyingine, ni kwamba kila mmoja ajue taifa lake la linamtazama na kumtegemea ndoto yake na kiria yake inategemeana na ushindi tutakaopata kesho. Lakini mwisho ndoto ya watoto wa Kitanzania, wachezaji mpira wanaotamani kuja kuchezea mpira katika mataifa mbalimbali wanakutazama wewe kama role model wao, ninaomba tusiwaangushe <tabu>